Ahab ibadi ilaya ajaluhum fitra, ahabu ibadi ilaya ajaluhum fitra, wajawangu mimi ninampenda sana watu wana fungua haraka. E, tuingia mada nyingine, sunna ya somo esoma sharti wa somo wajibu wa somo haramu wa somo ni makruh na nini na sisi. Tumeingia sunna ya somo, sunna kabisa kama wakati unafuturu lazima inapendeza kufuturu na rutab tende, rutab. Rutab maana ile ambayo haijaiva hajavika tende hii. Kama huna tende, kama huna maji nguja. Hadithi tunasema anasema, anasema usahabi huyu mtume anasema, yafuturu ala rutabat. Mtume alikuwa anaanzia kufuturu na rutab, rutab ambayo tende, ambayo iko laini sana, au uzuka baka weka katika friji. Kama amekosa Anakula tende kawaida kama amekosa anakunywa maji atendfma. Kama, kama hadith bora bora, anza na maji sema alma tahur, maji albab yani, na tusome wakati tunafuturu nimekuja hadith kabisa sahihi. Mtume anasema watu sambuli aina tatu, dua zao Allah atakubali arudishi alimamu aladil, kiongozi ambaye ana sifa ya udulifu duu dua zake Allah anakubali, wasaimu hina yuftir, na mtu amefunga wakati anafturu, wa da'watu almadhlum, na dua ambayo mtu amedhulumiwa, Mungu atanyanyua juu ya yani, mbinguni kule juu itafika juu mpaka itafungulia mlango ya mbingu, na Mungu atamwambia huyo mtu madhulum adhulumiwa anaanyia mkono anamshtaki Mola wake. Mungu anamwambia, biizzati na aba, kwa izza wangu, utukufu wangu, laansuranaki walau baada hin takunusuru

Amenipa au ushapata mimi kwa uwezo wa Allah. Hii hadithi ni sahihi kabisa. Lakini ulama wamekhtalifiana dua mtu wakati anafungua, anasoma dua wakati gani? Wamekhtalifiana ulama, kwa hadithi ya Mujassibi inaonekana mtume anaomba dua baada ya kufungua, manake mshiba na mwili hawezi kuoroa, baada ya mtu alikuwa ana kiu, manake shafuturu tayari dhahaba dhama kiume ndoka amtu mfuturu. Lakini ulamaa wanasema mtu kabla adhana dakika tano, kumi, hapo natakiwa doa yake ya ombe. Ni fursa mtu, chance asichezee ombe ya wazazi wako mtoto wako wewe na watu unampenda, inchi nchi wa Islamu, ya kila mtu, adhana, adhana, adhana, msikitini, haba ni chance ya kila mtu Muislamu asipoteze, unasubiri msikitini bora haba, lakini dua inakubalika, baada kufuturu au kabla? Kauli sahihi inshallah, ulama wamekubaliana kabla ya adhana ambayo wewe bado unasikia njaa hapo, nafsi yako unasikia inkisar, inkisar nita bado una unyenyekevu unasikia njaa hapo, unyenyekevu kwako mbele ya Allah unasema, uko dalili hala dua hapo, dua inakubalika. Hii ni sahihi, kabla adhana, mwanzo wa dua, adhana ishaadhiniwa mkatika. Lakini kama mtu amesahau kumomba ile fursa, chance, amesahau ameshughulika, kasikia adhana

atekeleze tarku wisal, mtu aache kuunganisha, sio mtu usisoma wisal hapa, mbaya. Mtu anafunga siku mbili tatu bila kula kufuturu wala kula daku. Mtume alikuwa anafanya yeye, na shutaja ba hadithi wa sahaba ta kumfuata Mtume sa sallam kamzuia, wamekataa lakini Mtume sa sallam kamwambia kamfunga naye siku mbili mfulizi, sema laiti mwezi Shawal asionekane

mimi nnadoka mtu katika sunna, aache asifunge, usali kufunga, usali angalau asifuturu maghrib baada ya tarawih, lakini usali siku mbili unaunganisha somo siku mbili tatu. Hii kinyume ya sunna ya somo. Mtume amekataza sita ku

Kama mimi simbi umatu wangu tabu ilikuwa mimi namamrisha mtu wangu inda kulli sala wakati, nani, wanangia, nani, nani, kila sala tano mtu a, atumie miswaki au inda kulli wudhu na nyingine wakati anachukua wudhu. Kama umoto wangu kwa sio ngumu, ilikuwa naamrisha kila baada ya wudhu au kila wakati kusali apiga miswaki.

Na chana, na chana nani nywele anaanzia kulia, naanza tahara yake wafishani kuli mambo yake wote, Mtume sallam alikuwa anaanza kulia. Je, mtu wakati anabiga miswaki anatumia kulia au kushoto? Ulamaa wamekhtalifiana, lakini kubiga miswaki ina a na b a kama unatoa uchafu unasafisha mwili, umeamka katika usingizi, mwili nakusudia afwan au sorry mdomo uko chafu, unatoa uchafu, unahisi mwenyewe unatoa uchafu. Wanao wengine wasema inapendeza kutumia kushoto, na tabia Mtume sa salem ilikuwa kama anatoa uchafu anatumia kushoto, kama ni stanji kuchoa hujo na anatumia kushoto. Na kama mdomo wako uko sawa, lakini unataka kupitishia tu miswaki hii ambayo ya miti hii, ni atumie kulia, haina shida.